Siri saba za ufalme wa Mungu mafumbo ambayo Yesu alificha katika mifano. Yesu alisema wengi watasikia, lakini wachache wataelewa. Je, umewahi kujiuliza kwa nini Yesu alificha ukweli wa ufalme wa Mungu ndani ya mifano? Je, kulikuwa na siri ambazo hazikupaswa kujulikana na kila mtu? Leo tunafunua mambo saba ya ajabu aliyoyasema Yesu kuhusu ufalme wa Mungu siri ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Wakati Yesu alipokuwa duniani alifundisha mambo makubwa kwa maneno rahisi, mifano. Watu wengi walimsikiliza lakini wachache walielewa siri zilizokuwa zimefichwa humo. Mifano haikuwa tu hadithi za kawaida, ilikuwa kama funguo za mbinguni zilizowekwa kwa maneno ya kawaida, ili wale wenye mioyo iliyo wazi pekee waelewe. Yesu alisema katika Mathayo 13 mstari wa 11 Ninyi mmepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni bali wao hawakupewa. Maneno haya yana uzito mkubwa. Inamaanisha kuwa kuna siri, mafumbo na kanuni za kiroho ambazo Mungu huzifunua tu kwa wale wanaotafuta kwa moyo wa kweli. Hivyo basi, leo tutaangalia siri saba za ufalme wa Mungu ambazo Yesu mwenyewe alizifundisha kupitia mifano yake. Siri ya kwanza, mbegu na mchanga wa moyo. Mathayo kumi na tatu mstari wa tatu hadi tisa. Yesu alianza kwa kusema, mpanzi alitoka kupanda. Hii ni mfano wa jinsi neno la Mungu linavyopandwa katika mioyo ya watu. Wengine hupokea neno kwa furaha, lakini kwa muda mfupi tu. Wengine hupokea neno lakini halikui kwa sababu limezuiliwa na miba ya dunia, mambo ya ulimwengu, tamaa za mali na hofu za maisha lakini wale wanaopokea neno katika udongo mzuri, moyo mnyenyekevu na ulio tayari, wanazaa matunda mara 30, 60 hadi mia moja. Kii hapa ni nini? Ufalme wa Mungu haupandiwi katika mashamba, bali katika mioyo ya watu. Kila neno unalosikia ni mbegu, na moyo wako ndiyo shamba lake. Je, moyo wako ni udongo mgumu au unaotayarishwa na toba na upendo? Siri ya pili Ufalme unakuwa taratibu. Marko 4, mstari wa 26 hadi 29. Yesu alisema, ufalme wa Mungu ni kama mtu apandaye mbegu ardhini, huenda akalala usiku na kuamka mchana na mbegu ikamea na kukua asijue jinsi ilivyokuwa. Hapa Yesu anafunua kanuni kuu ya kiroho kwamba ukuaji wa kiroho si wa haraka bali ni wa hatua kwa hatua. Watu wengi wanataka kuona matukio mara moja, miujiza, mafanikio au mabadiliko ya ghafla, lakini ufalme wa Mungu unafanya kazi kimya kimya ndani yako. Huku ukisali, ukiamini, ukiishi kwa uaminifu, Mungu anafanya kazi ndani yako bila hata wewe kujua. Kii hapa ni subira. Kama mkulima asivyoweza kulazimisha mbegu ikue kwa usiku moja, vivyo hivyo huwezi kulazimisha ukuaji wa kiroho, lakini ukiendelea kumruhusu Mungu matunda yake yataonekana kwa wakati wake. Siri ya tatu, chachu inayoeneza. Mathayo 13 mstari wa 33 Yesu alisema ufalme wa Mungu ni kama chachu ambayo mwanamke alichanganya katika pishi tatu za unga, hata ukaumuka wote. Hii ni siri ya athari ya ndani. Chachu ni kitu kidogo, lakini inapowekwa ndani ya unga huubadilisha wote Vivyo hivyo, ufalme wa Mungu unapopandwa ndani ya mtu mmoja, huanza kuenea taratibu ndani yake na baadaye katika jamii yote. Hii hapa ni ushawishi wa kiroho. Mtu mmoja mwenye nuru anaweza kubadilisha familia nzima, kanisa zima au hata taifa. Usidharau mwanzo mdogo. Chachu ni ndogo, lakini huamka kitu kikubwa. Siri ya nne, lulu ya thamani Mathayo 13 mstari wa 45 hadi na 46, Yesu alisema ufalme wa Mungu ni kama mfanyabiashara anayetafuta lulu nzuri. Alipoipata moja yenye thamani kubwa, aliuza vyote alivyokuwa navyo akaipata. Hapa Yesu anaonyesha thamani isiyo na kipimo ya ufalme wa Mungu. Ni kama lulu moja yenye thamani kuliko kila kitu kingine maishani. Siri hapa ni kujitolea kikamilifu. Huwezi kuupata ufalme wa Mungu nusunusu. Inahitaji kujitoa, kuacha dhambi, kujikana nafsi na kumfuata Yesu kwa moyo wote. Wengi wanataka baraka bila gharama, lakini wale wanaomwona Kristo kama lulu ya kweli wako tayari kuacha kila kitu. Siri ya ya tano, mbegu ya haradali. Mathayo 13, mstari wa 31 hadi 32. Yesu alisema ufalme wa Mungu ni kama mbegu ya haradali ambayo ni ndogo kuliko zote, lakini ikikua huwa kubwa kuliko mimea yote na kuwa mti. Hapa Yesu anafunua kanuni ya ukuaji wa ajabu kutoka kwa mwanzo mdogo. Ufalme wa Mungu unaanza ndani ya moyo mmoja, lakini unaweza kukua hadi kuathiri ulimwengu mzima. Siri hapa ni ukuaji wa taratibu unaoleta matokeo makubwa. Kile unachofanya kwa imani leo hata kama ni kidogo kinaweza kuwa baraka kwa mamilioni kesho. Kama ilivyo mbegu ya haradali, ufalme wa Mungu huanza kwa imani ndogo, lakini matokeo yake ni makubwa kupita kipimo. Siri ya sita, wavu wa samaki. Mathayo 13 mstari wa 47 hadi 50, Yesu alisema, ufalme wa Mungu ni kama wavu uliochukuliwa baharini na kukusanya samaki wa kila namna Ulipojaa waliovuta ufukoni, wakachagua wema wakawaweka vyomboni, bali wabaya wakawatupa. Mfano huu unaonyesha hukumu ya mwisho, wakati ambapo haki na uovu vitatenganishwa. Leo ufalme wa Mungu unakusanya watu wa kila aina, wema, wabaya, wenye imani kubwa na dhaifu, lakini siku moja kutakuwa na utenganisho wa milele. Kwa sasa ni wakati wa kujichunguza. Je, wewe ni samaki wa aina gani? Moi. Siri ya saba: hazina iliyofichika shambani. Mathayo 13 mstari wa 44, Yesu alisema, ufalme wa Mungu ni kama hazina iliyofichika shambani, mtu alipoiona akaenda akaificha tena, na kwa furaha akaenda akauza vyote alivyokuwa navyo, akanunua shamba lile. Hapa Yesu anafunua siri ya furaha ya kweli katika ufalme. Ufalme wa Mungu si mzigo, bali ni furaha Mtu anayeigundua kweli hujisikia kana kwamba amepata kitu cha thamani isiyoelezeka, kitu ambacho kinafanya vitu vinginevyo vyote vya duniani vipoteze maana. Siri hapa ni ugunduzi wa kiroho. Wakati mtu anapomjua Kristo kwa kweli, moyo wake hubadilishwa. Kila kitu kingine kinakuwa kama duvi mbele ya thamani ya kumjua Mungu. Yesu hakuficha ukweli ili watu wasielewe, bali alificha ili wale wanaotaka kwa dhati waweze kugundua. Ufalme wa Mungu haupatikani kwa macho, bali kwa moyo ulio wazi na imani yenye utii. Kama ilivyo Yesu alivyosema, ufalme wa Mungu uko ndani yenu, Luka 17 mstari wa ishirini na moja. Kwa hiyo siri saba hizi: mbegu, ukuaji, chachu, lulu haradali, wavu na hazina, zinafunua sura kamili ya maisha ya kiroho, kupokea neno, kukua, kuathiri, kujitoa, kuongezeka, kutakasika, na kufurahia urithi wa milele. Kama umejifunza kitu kipya leo kuhusu siri za ufalme wa Mungu, usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu Simulizi za Biblia, hivi tunafunua mafumbo ya Biblia kwa namna ya kipekee yenye nguvu na inayogusa moyo. Bonyeza alama ya kengele bell, ili usikose sehemu inayofuata ya mafundisho haya. Kumbuka, siri za Mungu hazifichwi ili sisitambulike, bali ili wewe uziendee kwa ufunuo.